Hali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa na hii simulizi. Sio simulizi nyingine, ni simulizi yako pendwa kabisa, ambayo inaitwa Nani Alaumiwe, sehemu ya tano. Nani alaumiwe ni simulizi ambayo inagusa maisha ya binti ambaye anaitwa Levina Kasai, ambaye ni mzaliwa wa Nyantorotoro, Geita. Kama endapo utakuwa hauja subscribe channel hii, inaitwa baba Sam the King Tanzania tv channel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 Uongozi wa Baba Sam the King Tanzania TV channel unaendesha shindano la sakasaka Mrs Simulizi 2025 na Mr Simulizi 2025 kama endapo wewe unahitaji na wewe kuwa katika mpango huu wa kuingia katika shindano la sakasaka -saka. Ewe dada, ewe mama, ewe kaka Ewe baba, chukua namba ambayo utakayosikia inatajwa kwenye tangazo husika. Yaani, unapobonyeza kwenye channel hii, unapobonyeza simulizi yoyote, lazima kuna jingo au tangazo maalum ambalo utasikia, kuna namba pale itatajwa, kwa maoni na ushauri tumia namba hii. Basi chukua namba hiyo moja kwa moja andika majina, majina yako na uthibitisho wako wa kushiriki shindano hilo, halafu tuma kwenye normal text au kwa njia ya WhatsApp katika namba hiyo hiyo, then namba yako itatunzwa na tarehe 19 mwezi Novemba Yani wa kumi na moja, ambapo ndipo kilele kabisa cha shindano hili, ambapo itakuwa ndiyo the King Tanzania tv chanel kufikisha miaka miwili tangu ilipoanzishwa. Basi moja kwa moja utapigiwa simu. Baada ya kupigiwa simu, utaulizwa maswali, na hayo maswali yapo kumi, na kila mmoja taulizwa maswali hayo hayo na kila, su, kila swali moja lina maswali lina maksi kumi, kila swali moja lina maksi kumi. Kwa hiyo endapo taulizwa ukapata matano, manake wewe umepata hamsini ya mia. Kwa hiyo wewe ni mshindi wa pili wa sakasaka Mrs. simulizi au Mr. simulizi elfu mbili na ishirini na tano, zawadi yako ipo na mshindi wa kwanza ni yule atakayepata kumi ya kumi. Manake hiyo kumi mara kumi sawasawa na mia, kwa hiyo ni mia ya mia. Huyo ndio mshindi wa kwanza ambaye na yeye zawadi yake ipo. Kwa hiyo tunawaombeni jamani, tusiache hili shindano likaenda bure. Sisi wana Baba Sam the King Tanzania TV channel tunawapenda watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wa simulizi mbalimbali na makala ambazo zinatolewa hapa kwa ajili ya kujifunza. Sasa nikukaribishe tuingie katika sehemu yetu ya tano kabisa ya simulizi inayoitwa Nani Alaumiwe. Tuendelee kumsikiliza Revina akiwa naendelea kutusimulia nilipojaribu kumwambia mara ya kwanza kunielewa kabisa lakini, sikukata tamaa, nikaona niendelee kumsumbua, huenda naweza kanisikia. Na kweli nilipojaribu mara ya pili, ni kweli baba huyo alikubali, akaanza kuniambia, sikiliza mama, mimi niko tayari kabisa kukusaidia, lakini nitakusaidia kama endapo utakubali kuna sharti ambalo inatakiwa ulifanye, ili mimi niweze kukubali. Kama unataka nikubali, ni kwa sharti moja. Hapo ndipo ambapo nilipouliza ni sharti gani hilo, mwanaume huyu akaniambia Sikiliza binti, sharti yangu ni hili. Inatakiwa ujue kwamba mimi wanawake ninapenda sana sana sana sana wanipe mapenzi yao. Sasa nilivyosikia kwamba anataka penzi tu, nikaona kwa wakati huo kumsaliti mme wangu kwa ajili ya kumuokoa ili pesa hiyo ya kuweza kwenda kulipa kule alipokopa pesa nusu ipatikane, ni ya heri. Ni msaliti kwa wakati huo, ili pesa ipatikane aweze kutoka, kuliko aendelee kukaa humo gereza. Nikasema mapenzi tu, mimi niko tayari, nikupe penzi ili uweze kunitolea mme wangu siwezi nikakubali aendelee kuteseka. Baba Kevin wangu ninakaa muda mrefu simuoni, mwisho wa siku nianze kujifunza uhuni? Jamani, mimi ninakula, nina shiba, na sina tatizo la aina yoyote la kihomoni. Kwa hiyo jamani, mwili unasumbua sasa bora tu nikampa huyu ili aweze kunitolea mume wangu, ambaye atakayekuwa ananipa hilo penzi milele daima. Sina msaliti tu mara moja, kwa ajili ya kumtoa. Hata hivyo, sio kwamba na msaliti kijinga, na msaliti kwa ajili ya kumtoa. Ni kweli na naamini nafanya dhambi, lakini si kila mmoja kwamba anaishi maisha yale anayo yataka yeye wengine wanajiingiza hata kwenye kujiuza kwa sababu ya matatizo mbalimbali mbali ambayo wanayo katika familia zao. Wengine walishajafukuzwa nyumbani kwao. Wengine hawana furaha na maisha kutokana na kwamba walishafukuzwa kwenye kwa mabosi zao, na walikuwa wameagizwa kutoka mikoa mbalimbali ya mbali, mbali kabisa. Sasa anakuwa hana hata nauli ya kurudi kwa mkoani kwake Anaamua kwanza kujiingiza kwenye matatizo ya kujiuza, ili aweze kupata hata pesa kidogo itakayoweza kumsaidia, itakayoweza kumfanya yeye ale, au itakayoweza kumfanya kama endapo atapokea kweli marupurupu ya maana ya fedha, aweze kurudi kwao mkoani kwa. Kwa hiyo ni lazima tutajiingiza katika hilo tatizo la kujiuza, auze mwili wake, aweze kupata hizo fedha. Levina naendelea kutusimulia, anasema hata mimi niliona kumsaliti mume wangu mara moja, na tena hakuna hata mtu ambaye ninazungumza naye, labda ninazungumza na huyu baba alafu huyo mtu huenda labda yupo yu naye ni mfahamu kwamba mimi ni mke wa fulani, kwa hiyo anajua kabisa kwamba anataka kumsaliti. kwa hiyo moja kwa moja ataenda kumwambia taarifa hizi ruhuisha hayupo. Sasa kama hayupo, kwa nini niogope huyu mtu kumpa penzi yangu? Si anafanya tu ili mume wangu aweze kutoka, kuna shida gani? Sasa nilipomwambia kwamba mimi niko tayari kukupatia mapenzi ili uweze kunisaidia, baada ya kumwambia hivyo huyu baba alianza kupiga makofi kwa furaha zote, akasema na ulivyo mnene eh, mashallah, na ulivyo mweupe na ulivyo na makalio makubwa, naona wewe unanifaa kabisa, huku akiwa napigapiga makofi. Mimi sikujua ni kitu gani ambacho kinaendelea, kumbe kuna kitu ambacho amekilenga. Mimi nikajua ni mapenzi haya ya, ya kawaida. Kumbe sivyo nilivyo dhani. Hapo ndipo alipoanza kuniambia, sasa itatakiwa leo jioni nikupeleke gesti, andaa kabisa hayo makalio vizuri, kunikatia nahitaji, unikatikie haswa, lakini ujue mapenzi ambayo nayapenda mimi siyo yale ambayo yani wewe mwanamke umbile lako la kike ambalo umewekewa, mimi nataka kinyume na maumbile. Niliposikia hivyo kwanza nilishtuka, nikaanza kujiuliza, ndo nilikuwa nataka kukubali? Kumbe mambo yenyewe ndiyo haya ime na maumbile huko, sinaenda kudhalilika huko, simtateseka sana. Wakati nalifanya hilo tukio, mimi nitakuwa na hali gani? Na nina mtoto nina ninaendelea kumnyonyesha, itakuwaje? Haiwezi kuleta madhara kweli kwa mtoto? Japo kwa hii nyingine najua ingeleta madhara, lakini ingeleta madhara kwa namna fulani ambapo ninaitaji mume wangu atoke umo ndani umo kifungoni. Kwa hiyo ndio maana nilikuwa nataka nitende hiyo dhambi, ili fedha ziweze kupatikana. Kumbe o oh, Mungu wa kumbe, huyu ndo anawageuza wanawake. Yaani, umbo sahihi tumepewa lipo, baada ya weki sehemu sahihi Hmm, kweli nini? nimkubalie kweli? Jamani, anifanya kinyume cha maumbile, kuna haja gani kukubaliana na maswala kama haya? Nilikaa chini nikatafakari, hivi nimkubalie kweli? roho nyingine ikasema, kutokana na shida ambazo unazo "We, kubali tukuteseka, Levina, kubali tukuteseka, hapo hakuna namna." Roho nyingine kanikataza hapa, Levina utaharibika, Levina, yaani sijui tu kama endapo takubali hili itakuwa ni shida kwako. Nilikaa nilika chini nikatafakari hayo mambo yote kwa nini anataka kunikuta mimi Levina anaendelea kutusimulia, anasema, kiukweli nilirudi nyumbani nikiwa na wasiwasi sana, lakini aliponiambia kwamba huwa nawaendea kinyume cha maumbile, mwanzoni niliguna nikataka kukataa, lakini roho nyingine ikanikataza, usikatae mapema, ukikataa mapema naaka akagoma kabisa, hataki tena kukusikiliza, itakuwa ni shida. Kwa hiyo nilicho kifanya nika nikaguna guna pale, nikasema ndio. Hapo ndipo ambapo alipoendelea kufurahi sasa, kwa mimi natakiwa niende nikamkatie mauna kweli kweli, kwa sababu mimi ni mnene, kwa sababu mimi kweli makalio yapo, ananiona yeye ndio wa kutumia kwa njia hii kwa nini nasinge nitumia kwa njia halali? Nilikaa nikawaza sana, kwani hivi ndivyo ambavyo tunavyoteseka wanawake ambao tunahitaji kuwaokoa waume zetu ambao wapo katika hali mbovu. Kwa kweli iliniumiza na ilinikera, nikashindwa namna ya kufanya, lakini ndo hivyo Sikutaka ni nimkatalie moja kwa moja ikabidi tu nikubali kishingo upande ili nianze nye kuwaza mbele kwa mbele huko itakuwa. Nilirudi nyumbani nikiwa na, na mawazo mazito nikiwa sijui nini cha kufanya, lakini kweli ilipofika jioni alinipigia simu na kuniambia kwamba nikutane naye, na alinielekeza mpaka na roji ambapo alipo, ili niweze kwenda pale niweze kuingia katika hiyo roji. Na kweli nilimchukua mtoto wangu nikambeba, hatimaye nikaenda, ila nikajaribu kumuuliza baada ya kufika pale tulipokuwa tumeingia roji nikamwambia mme wangu anatoka lini? Akasema hii hey, inatakiwa uendelee kunipa mpaka ndani ya wiki moja. Huyu ni mwanamke mzuri sana mweupe, mnene e, napenda halafu, pia namna jinsi ambavyo wewe ulivyo mfupi, halafu pia inaonekana kabisa hata tumatiti twako ni tudogo tudogo. Yani, nimekupenda bure namna jinsi ulivyoumbika mwanamke, mwanamke wa angalia hereni, namna jinsi ulivyoweka kwenye masikio yako, unavyosuka, alafu unasuka nachuro safi. Kweli nilikuwa nataka wanawake kama hawa, alafu na jina unaitwa Levina. Wewe wachawe nitafaidije? mpaka wiki ipite, ndipo ambapo nitakupa pesa nusu, nitaenda kumtoa, lakini ukiniongeza tena wiki nyingine, aa, mtakuwa hamdaini kabisa. Kikweli niliamua tu kukubaliana na hicho kitu ambacho yeye alikuwa anakitaka, kwa sababu ndo shida zenyewe zilizopo. Kweli alinifuatia chakula, akaniambia kula. Kabisa, chakula ule vizuri, ili upate nguvu ya kunikatikia vizuri, leo nataka nifaidi. Na mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya tano ya simulizi hii Nani alaumiwe imeishia hapa. Tumemwona Levina anatusimulia baada ya kumlazimisha lazimisha mwanaume huyu, alimwambia kwamba anahitaji mapenzi yake. Baada ya kusema anahitaji mapenzi yake, Levina akaona ajirahisishe kwanza. E, zimepita siku nyingi hajakutana na mme wake. Akajua bwana, hata kama atakuwa amefanya dhambi, lakini ana kwanza, naye anapata raha, cha kwanza lakini cha pili ni dhambi, ndio lakini anamwokoa mme wake atakaye kuja kumpa raha ya milele kuliko aendelee kukaa huko. Sasa baada ya kumkubalia huyo mwanaume akaanza aka kupiga na makofi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 Uongozi wa Baba Sam the King Tanzania TV channel unaendesha shindano la sakasaka la kumpata misi simulizi 2025 na Mr. Simulizi 2025. Yewe dada, ewe mama, yewe kaka, yewe baba, kama unataka kushiriki, unapofungua simulizi, ukitaka kuicheza maana yake mwanzoni utakutana na tangazo ambalo hilo tangazo ndani yake utaambiwa kwa maoni na ushauri tumia namba hizi. Sasa hizo namba zichukue, tuma majina yako pamoja na uthibitisho wa kwamba utashiriki katika sakasaka elfu mbili na ishirini na tano misisimulizi na mistasimulizi moja kwa moja mwisho ambapo ndo itakuwa ni kilele cha shindano hilo ni tarehe kumi na tisa mwezi wa kumi na moja elfu mbili na ishirini na tano ambapo ndipo itakuwa ni birthday ya chaneli yetu kutimiza miaka miwili. Kwa hiyo kama endapo, kama endapo wewe, wewe utakuwa ni mshiriki utapigiwa simu siku hiyo na kuulizwa maswali kumi, ambapo ukipata matano utakuwa ni mshindi wa kwanza, utakuwa umepata hamsini ya, ya mia. Lakini ukipata maswali kumi kumi mara kumi ni mia moja, kwa hiyo ni mia ya mia, utakuwa moja kwa moja ni mshindi wa kwanza. Kwa hiyo mshindi wa pili na wa kwanza zawadi zenu zipo, kwa hiyo tusiache fursa hii ikapotea, tushiriki kikamilifu. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, nikuage niseme kwa heri mpaka sehemu ya sita ya simulizi hii inayoitwa nani Alaumiwe. Je, ni nani wa kulaumiwa hapa? Twende pamoja, nikuage niseme kwa heri mpaka sehemu ijayo.